Waligani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yaliyojiri, tukuandolea kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja itika kusomia habari za kitaifa kifuatacho ndani ya TVE. Habari: rais Samia wataka viongozi wa serikali kuiga mfano wa Jenista; watendaji wa serikali watakiwa kutoa haki sawa kwa wote; na kimataifa, Marekani yalilaumu nchi ya Rwanda kwa kuchochea vita DRC. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzia na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan amewataka viongozi wa serikali kufuata mienendo mizuri ya uongozi kama alivyokuwa akifanya aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho mkoani Songea Jenister Mhagama kwa jinsi alivyofanya kazi kwa kutumikia Watanzania kwa ujasiri na hekima na kwa moyo wa kujali maslahi ya taifa tujiunge na Joseph Kaponya kwa taarifa zaidi. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema jijini Dodoma wakati akitoa wa salamu za rambirambi rambi kwa familia na waombolezaji mbalimbali waliohudhuria katika ibada ya kuaga mwili wa marehemu Jenista Joakimu Mhagama aliyeaga dunia tarehe 11 Desemba mwaka huu kutokana na maradhi ya moyo katika hospitali ya Benjamin Mkapa iliyopo mkoani hapa. Kwa waheshimiwa wabunge na mawaziri, hususan wale wapya ni waase kufuata nyayo zake kwa namna zifuatazo: mafanikio ya bunge na taifa yanatokana na mshikamano wa wabunge wote bila kujali tofauti za kisiasa, mijadala inabaki katika misingi ya kistaarabu na kuhakikisha inalinda heshima ya bunge kama chombo cha uwakilishi na wananchi, na pia kutimiza wajibu wenu kwa uadilifu kama alivyokuwa kiongozi wenu huyu Jenista Mhagama. Tutalimisi tabasamu lake, lakini vile vile hekima yake na moyo wake wa kujali maslahi ya taifa. Na hapa nataka nipige mstari, moyo wake wa kujali maslahi ya taifa tunakwenda kuyamisi, na niseme tumepoteza mtu muhimu sana. Kwa wanangu na familia na ndugu zake tunasema poleni sana, taifa lote lipo pamoja nanyi katika kipindi hiki kigumu. Salamu za pole kwa familia na uombolezaji. Makamu wa Rais Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi amesema kuwa katika tafakari yake juu ya kifo cha marehemu Jenista Mhagama, angetamani kila mbunge awe mfano wa kuwatumikia wananchi kwa kufanya mema. Tumeletwa duniani sio kuishi tu, lakini pia kutumikia wenzetu, ni utumishi kwa binadamu wenzetu unaotupa heshima mbele ya Mungu na unaofanya watu watukumbuke kwa kazi tulizofanya. Mheshimiwa Rais, bila kusema mengi zaidi, namwomba Mungu ampokee mahali pema peponi Jenista Mhagama. Na kwa heshima kubwa, naye Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Asani Zungu ameitaka familia ya marehemu Jenista Mhagama kushikamana katika kumwombea mpendwa wao na kuacha kusikiliza maneno ya watu. kwa wakati huu niombe familia msiba huu ni mtihani na ni mzito sana, shika maneno penda nini, msikize maneno ya kuwagawa. Hakuna jambo ambayo Mungu analipenda kama umoja, na umoja wa familia. Mmepata bahati kuwa na mama mwenye wema. Endeleze, endelezeni wema wake. Awali akisoma wasifu wa marehemu katibu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Baraka Leonard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 mwaka elfu mbili ishirini na tatu hadi ishirini na nne alikuwa waziri wa nchi ofisi wa waziri mkuu sera bunge na uratibu. Mwaka elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano alikuwa waziri wa afya. Mama alipougua kwa muda mfupi sana mimi niliweza kufika nyumbani na tulitoa taarifa kwa viongozi katika muda mchache sana. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa maelekezo yako na wasaidizi wako walitusaidia sana mpaka tukafika hospitali ya Benjamini na pale mama akaitemisha safari yake ya maisha. Tunakushukuru sana kwa upendo wako, kwa coordination yote. Kwa kweli, kwa kweli tunashikilia yale maneno uliyokuwa unayasema kila siku, mama huyu ni kilaka. Ibada ya kuaga mwili wa aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho mkoani Songea Jenista Joachim Mhagama imefanyika jijini Dodoma katika kanisa la Mwenyeheri Maria Teresa Leondeska parokia ya kiwanja cha ndege na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali na wananchi mbalimbali mbali. Mwili wa marehemu Jenista Joachim Mhagama utaondoka kuelekea mkoani Songea kwa ajili ya taratibu nyingine za mazishi yatakayofanyika tarehe kumi na sita. Raha ya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Asante sana Josephine Kaponya kwa taarifa hiyo. Wazee wa kimila mkoani Ruvuma wamemtaja marehemu Jenister Mhagama kuwa kiongozi wa mfano wa kuigwa kutokana na matendo makubwa ya kimaendeleo aliyofanya katika jamii hususan katika kushirikiana na makundi yote bila ubaguzi. Akizungumza kwa niaba ya wazee wa mila wa Baraza la Makumbusho ya Vita ya Majimaji nyumbani kwa marehemu makambi wilayani Songea, Chifu Abasi Chitete ambaye ni katibu wa mila na desturi wa baraza hilo amesema kuwa moja ya sababu zilizomfanya marehemu Jenista Joaki Mwagama kukubarika na kuenziwa mkoani Ruvuma ni mahusiano mazuri aliyokuwa nayo kwa jamii pamoja na viongozi wa mira. Licha ya kuishi nayo kwa upendo, alikuwa mchesi alikuwa mpenda kazi na mshauri mzuri, kama mwalimu kwenye mila. Sisi baraza tulikubaliana na mawazo yake kwenda kumsimika umalikia kule Mpitimbi. Kwa hiyo alikuwa karibu sana na baraza la mila na desturi. Kwa hiyo mama Jenista, kwa historia ya baba, siku amezaliwa palikuwa na mvua na siku ya leo mmeona mvua kama hiyo. Kwa hiyo hiyo ni mila kwa mila, tumeomba dua, tumeomba dua kwamba tukio hili mpaka itakapoisha wasiwe na mvua. Hata wazee wa zamani wanatuambia tukio lolote lile, likiwa msiba, harusi, wazee wa mila tukiomba dua, mvua inasimama, hata kama mvua ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo tumekuja na tumefanya hiyo kazi tukiwa hapa hapa. Mwili wa marehemu Jenista Mhagama umeagwa hii leo jijini Dodoma na kesho unataraji kupokelewa na waombolezaji wilayani Songea kwa ajili ya taratibu za kuagwa nyumbani kwake Makambi na siku ya kesho kutwa unatarajiwa kuwa jimboni kwake Peramiho kwa ajili ya kuwapa nafasi wananchi wa jimbo hilo kutoa heshima za mwisho kabla ya kwenda kuhifadhiwa kijijini Rwanda wilayani Mbinga. Innocent Horomo, TV Habari, Ruvuma. Serikali imeshauriwa kuhakikisha kuwa watendaji wake wanaonyesha taswira ya serikali ya watu wote na kila mtu na kisawa, na aweze kupata anachostahiki kupata kwa wakati kwa kiwango anachostahili. Recho Chacha ana taarifa zaidi. Ushauri huo umetolewa leo jijini Dar es Salaam na mchambuzi wa masuala ya siasa na mwanasiasa mkongwe Saidi Miraji wakati akichangia mada ya athari za kiuchumi zinazotokana na vurugu za uchaguzi Afrika mjadala ambao uliandaliwa na jukwaa la wachambuzi Tanzania. Pia, Miraji amesisitiza umuhimu wa serikali kuhakikisha kuwa jamii inanufaika na, na rasilimali zilizopo nchini kwa usawa, na matokeo ya faida za rasilimali hizo yajioneshe pia dhahiri kwa jamii inayozunguka rasilimali husika. kwenye wananchi kutokuamini kama rasilimali za nchi zipo kwa ajili ya, ma, ya, ya wao wote, wanaona wengine wanafaidika zaidi kuliko wengine, pengo baina ya walionacho na wasionacho linakuwa tegemea patazuka pata chuki patazuka manunguniko patazuka watu kupambania vitu na matokeo yake mwisho wa siku itazusha machafuko na machafuko yanaweza akaleta hata mapinduzi. Kwa hivyo ili tuweze kutoka hapo turudi kwenye misingi. CCM inatawala katika nchi. Inafuata itikadi ya ujamaa na kujitegemea katika misingi ya itikadi ya siasa ya ujamaa na kujitegemea ni rasilimali kuu za nchi au rasilimali kuu za uchumi kuwa ni mali ya wananchi, na rasilimali kuu tulizo nazo kwanza ni ardhi, halafu kwenye hiyo ardhi ndio tutaweza umo kuja kupata madini, tutapata gesi, tutapata nini, tutapata kila kitu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Tanzania Bloggers Network TBN, Beda Msimbe, amewaasa waandishi wa habari kuwa waangalifu katika maandishi yao, kwani sio kila kitu kinafaa kuandikwa. Matatizo makubwa yanayosababisha uh, vilio manung'uniko, mateso kwa wananchi. E, mara nyingi tuliambiwa kwamba wananchi watafutwa machozi, watakuwa hawalii tena, lakini kwa nini bado wananchi wanaendelea kulia? Tatizo kubwa ni hili ambalo serikali sasa hivi inachukua jitihada kubwa katika kupambana nalo, lakini sijui kwamba wanaelewa lina mizizi mirefu kiasi gani. Eh, hili jambo linakuwa linasababishwa na watumishi wa umma. Serikali nyingi zinachukiwa na wananchi kutokana na mwenendo na tabia za watumishi wa umma. Na hii inasababishwa mtumishi huyu amepatikanaje? Unapomwajiri mtu kwa sababu ya itikadi ya chama chake Unapomwajiri mtu kwa sababu ya kutoa rushwa, unapomwajiri mtu kwa sababu ya kujuana, unapomwajiri mtu kwa kuto kuzingatia mahitaji, ni kwa sababu tu huyu ni mwenzetu, anakwenda kuwakilisha tabaka fulani, haya mambo hayataweza kuisha, kwa sababu hata akifanya makosa, hautaweza kumwadhibu, kwa sababu mwisho wa siku uso umeubwa. Na haya aina hii ya mijadala ambayo tunaiandaa sisi kwa jukwaa ni katika kuwakutanisha wachambuzi na wanahabari, ikiwemo eh, bloggers ili waweze kujadili yale ambayo ni ya msingi katika anayoendelea katika Tanzania na kidunia pia. Leo tulikuwa na mada muhimu yenye kuhusiana na athari zinazotokana na vurugu na za chaguzi katika nchi zetu za Kiafrika. Tukiwa na swali muhimu la mjadala ni, ni nini kifanyike ili kuimarisha amani tulionayo ili iwe endelevu eh, kwa ustawi wa, wa kiuchumi na wa kijamii. Asante sana Rachel Chacha kwa taarifa hiyo. Wananchi halmashauri wa manispaa Geita wamewaomba viongozi waliochaguliwa kuhakikisha wanatoa kipaumbele katika kutatua tatizo la ubovu wa miundombinu ya barabara hususan katika maeneo yanayokumbwa na, na changamoto kubwa wakati wa msimu wa mvua unaoendelea. Taarifa na John Maduka kutoka Geita. Wakizungumza na TV ya Bali, wananchi hao wamesema hali mbaya ya barabara imekuwa kikwazo kikubwa cha shughuli za kiuchumi na kijamii pamoja na kusababisha mafuriko katika baadhi ya maeneo. Changamoto ya barabara hii inasababisha matatizo ndani ya familia zetu, maji yanatoka barabara, inaingia kwenye familia, na viongozi wanatozwa gharama wenye nyumba kwamba uchafu, kumbe ni uchafu daza wa barabara daza, sisi tuliomba kwa sababu madiwani wameanza tulie naye diwani na mbunge aliyeanza, basi achukue hatua yeye. Alisema ataanza na barabara. Sasa barabara anazozianza ni barabara za sehemu gani? Kwa sababu hii barabara imechukua muda mrefu sana. Sisi tu tulipenda mbunge achukue hatua. Tunatambua diwani hana nguvu sana, kulingana na alivyo angekuwa anajua na nguvu zaidi labda angechukua hatua kwa sababu barabara nyingi za kata ya Buharahara hazijatengenezwa. Tuna mabarabara mengi, mfano kutoka mtaa wa Doto Nzenzue kutafuta Shinde. Kama ndugu, mheshimiwa, kama ulijaribu kupitia barabara kutoka fence ya kuku kuitafuta Shinde center hata kama ukiwa na mgonjwa, hata kama ukiwa na wajaja hana sehemu ya kupitia. Na bado kitoka hapo kwa mbele kidogo kuna barabara inapanda juu Shinde kwenda kwa senta Manyagu. Ubarozi wa watereza barabara hakuna hata moja lakini nguzo za umeme zilishafika, lakini hata kama gari ya Tenesi kijifika haina sehemu ya kupitia. Kufuatia kilio hicho cha wananchi, mbunge wa jimbo la Geta mjini Mhandisi Chacha Wambura mbura ametembelea ofisi za wakala wa barabara vijijini na mjini TARURA mkoani Geita kwa lengo la kufuatilia hatua zinazochukuliwa katika ujenzi na ukarabati wa barabara ndani ya jimbo hilo. Mbunge huyo amesema ni muhimu kwa TARURA kuwa na mkakati wa haraka wa kutambua na kushughulikia maeneo korofi hasa yale ambayo yamekuwa yakiathiriwa zaidi na mvua zinazoendelea kunyesha, jambo ambalo ninalibeba kwa uzito sana kama mbunge wa Geita, na nakuomba tushirikiane ni ni swala la miundombinu maana kwa Geita sasa ni changamoto kubwa, na watu wema hawa wa Geita kwa kweli wakiona miundombinu inafikika nyumbani vizuri sehemu mbalimbali tunaamini kabisa kwamba tutakuwa tumeweka mambo mazuri na watafurahi, lakini pia itainua kiuchumi kwa sababu kila mmoja, kila mmoja atakuwa anaweza kutoka sehemu anaofika na kufika sehemu nyingine. Eh, tuwasaidie hawa watu wa Geita maeneo kama yale ambayo barabara hazipitiki kabisa tuangalie jinsi ambavyo tunaenda kuwa, kuwasaidia. Akijibu hoja hizo kaimu meneja wa TARURA mkoa wa Geita mhandisi Ernest Nyanda amesema wakara hao kila mwaka wamekuwa wakitengewa zaidi ya shilingi bilioni moja nukta mbili kwa ajili ya ujenzi wa, na ukarabati wa barabara katika jimbo la Geita mjini huku akiahidi kuendelea kushughulikia maeneo yenye changamoto kubwa kwa kadiri ya upatikanaji wa rasilimali katika jimbo lako la Geita mjini tuna bajeti ya tofauti tofauti, tuna bajeti ya matengenezo ambayo kwa Geita mjini kila mwaka tuna bilioni moja nukta mbili kwa ajili ya matengenezo, lakini tuna vyanzo vingine, tuna tuna chanzo cha, cha tozo ya mafuta ambayo eh, kwa jimbo la Geita mjini tuna pangiwa bilioni moja kila mwaka. Wananchi sasa wanabaki kusubiri utekelezaji wa ahadi hizo wakiamini kuwa zitapunguza changamoto za usafiri na kuchochea maendeleo katika manispaa ya Geita. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Yusuf Masauni amechaguliwa kuwa makamu wa rais wa Baraza la Mazingira la Umoja wa Mataifa UNEA. Rachel Chacha ana taarifa zaidi. Hayo yamejiri katika mkutano wa saba wa baraza hilo uliofanyika katika makao makuu ya shirika la mazingira la umoja wa mataifa UNEP jijini Nairobi, Kenya, Disemba 12 mwaka huu. Uchaguzi huu umefanyika kwa mujibu wa kanuni ya 18 ya kanuni za utendaji za UNEP inayotaka baraza ya kumchagua rais, makamu wa rais pamoja na mwandishi katika kikao cha mwisho cha mkutano wake. Aidha, mhandisi Masauni amependekezwa na kundi la nchi za Afrika ambalo kwa kuzingatia kanuni za mzunguko na uwakilishi wa kijiografia limepewa nafasi mbili za makamu wa rais katika ofisi ya baraza hilo. Uchaguzi wake umeidhinishwa bila kupingwa, hatua inayodhihirisha imani na heshima kubwa ya jumuiya kima ya kimataifa kwa uongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika masuala ya mazingira, mabadiliko ya tabia ya nchi na maendeleo endelevu. Asante sana ndio Chacha kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, Shaka Hamdun Shaka amewataka vijana wa wilaya Kilosa kuachana na vitendo vinavyosababisha uvunjifu wa amani na badala yake kujikita katika shughuli za kilimo pamoja na maendeleo ya wilaya Kilosa na mkoa wa Morogoro kwa ujumla. Mwandishi wetu Gudla Kimsola ana taarifa zaidi. Shaka ameyasema hayo wilayani Kilosa mkoani Morogoro wakati wa hafla ya ukabidhi zawadi kwa wakulima ambao wanatumia stakabazi garani pamoja na malipo kupitia miksi ambapo amesisitiza vijana kuwa nguzo muhimu katika kufanya kilimo na maendeleo na kuachana na tabia za kwenye mitandao zenye kuchochea vitendo vya uvunjifu wa amani. Vijana, tunajua kwamba mnaona mengi kwenye mitandao ya kijamii, lakini ya huko tuachie wenyewe. Sisi tusimame kwenye kulinda amani tuliyo nayo, tusimame kwenye umoja wetu, tusimame kwenye mshikamano wetu, e, ili kusudi yale maendeleo ambayo tunaweza tumekuwa tukihimizana tuweze kuyafikia lakini ya, ya fursa hizi ambazo mnazipata leo, fursa za kuburudika, fursa za kwenda mnakotaka, uhuru mlio nao leo uendelee kuwa nao. Kwa upande wake, meneja wa biashara Mixx kanda ya pwani kaskazini Anwar Kisesa amesema zawadi zilizotolewa ni pamoja na vyombo vya usafiri sanjari na bima za afya, ili kuendelea kuhamasisha matumizi ya malipo kidijitali kwa wakulima chini ya kampeni ya vuna na Mixx by Yas. tunapenda kwa hasa wakulima kupeleke mazao ya galani lakini pia kupokea mazao yao kupitia Mixx by Yas, kwa sababu tumewasogezea huduma karibu za malipo. Tuna mawakala takriban 600 kwa upande wa Kilosa ambao wanaweza kuwahudumia wote kipindi cha kupokea pesa zao. Kwao hawana haja kwenda safari ndefu, kufunga safari ndefu kupokea pesa zao, wanaweza kupata pesa zao hapa kwenye mitaa yao ambapo walipo na no. Baadhi ya wakulima wakizungumza, wamesema hatua ya Mixx kwa kabidhi zawadi hizo kumeongezea hamasa ya wao kuendelea kutumia malipo ya kidijitali, huku akiahidi kutumia vyombo hivyo kuongeza kiwango cha kuzalisha mazao. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Zaidi ya dola za Marekani bilioni tatu zinatarajiwa kutumika kujenga na kuboresha miundombinu ya elimu katika chuo kikuu cha United Africa kilichopo Kigamboni jijini Dar es Salaam, ili kuongeza idadi ya udahili pamoja na kozi za masomo ya kompyuta na tehama. Goodluck Msola ana taarifa zaidi. Akizungumza katika mahafali ya kumi ya chuo kikuu cha United Africa University of Tanzania Mwenyekiti wa bodi ya uongozi wa chuo kikuu cha UAUT Profesa Rekaza Mkandala amesema kwa sasa mwelekeo wa nchi ya Tanzania katika mapinduzi ya kidijitali umekuwa ni wa kuridhisha, hasa kutokana na hatua zinazochukuliwa hasa katika kuunda wizara, sheria, pamoja na uwekezaji katika elimu kwa kubadili mitaala ile kujua au kung'amua kwamba na kukiri kwamba nini kinahitajika, ni vitu gani vinahitajika vifanyike, ni njia gani, nyenzo gani zinahitajika zifanyike. A, pili, ninahitaji kuwa na hizo hizo nyenzo kuwekeza, e, kwa njia ya wataalamu, vifaa, mahali pa you know, vyuo vikuu, kuwa na wataalamu, walimu wanaojua mambo haya lakini tatu ni ushirikiano kati ya hizi taasisi za elimu na viwanja na uwekezaji na hasa sekta ya watu binafsi, lakini hata na serikali uh, strategically kuwekeza katika masuala haya. Kwa upande wake makamu mkuu wa chuo kikuu cha UAUT Profesa Sung Kim amesema uwekezaji wa fedha hizo utajikita katika kujenga mabweni, kuboresha miundo mbinu ya kujifunzia hasa masomo ya tehama, ili kusaidia kukuza uchumi wa kidijitali pamoja na kuendeleza teknolojia kwa faida ya maendeleo ya Tanzania. Nao baadhi ya wahitimu wakizungumza, licha ya kukiri kuwa bado miundombinu ya Tanzania haiendani na kasi ya ukuaji wa teknolojia uliopo ulimwenguni, bado wanaamini nchi ya Tanzania itakuwa ni moja ya mataifa yanayofanya vyema kutokana na uwekezaji unaoendelea kufanywa na serikali kwa kushirikiana na mataifa mengine. kwa kozi niliyosoma Um, kupitia mafunzo ambayo nimepata actually tumejiandaa vizuri sisi kama wahitimu kukabili changamoto za teknolojia ambazo zinakumba e, society yetu. Vitu kama AI, tumekuwa na kozi za AI hapa chuoni, tumekuwa na kozi za kuhusu cyber activities and uh, wanasema internet activities, kukabiliana na mambo kama hayo, na kozi ambazo tumezipata hapa zimetujenga kwa asilimia kubwa katika kutengeneza infrastructure miundombinu ya kuweza ku Uh, sababisha sisi kama society au sisi kama Watanzania tuweze kuadapt na kuweza kuinforce kwamba teknolojia inapokuja na inapokuwa adapted na in society iweze kuwa implemented to the, to the maximum iweze kuwa implemented kwa, kwa kiwango ambacho kinachostahili. Inacho elimu tuliopata mpaka sasa hivi kwa kweli imetupa mwanga wa uh, kwenye teknolojia ya sasa hivi especially cyber crimes, lakini sio kwamba inatosha. Tunahitaji elimu zaidi ili kupata ili, uh, kuweza kufanya vitu kwa ufanisi zaidi especially kwenye mambo ya cyber security na mengineyo kwenye IT department. Chuo kikuu cha UAUT ambacho kinafadhiliwa na serikali ya Korea, katika mahafali ya mwaka huu ina jumla ya wanafunzi 22 waliohitimu ikiwemo wanafunzi 21 ambao wametunukiwa shahada ya uandisi wa kompyuta. Asante sana, good luck. Msola kwa taifa hiyo benki ya biashara Tanzania TCB imezindua kampeni kabambe ya msimu wa sikukuu kwa ajili ya kuwazawadia wateja wanaofanya malipo kwa kutumia kadi ya popote Visa ambapo watapata rejesho la asilimia kumi kwa kila mwamala utakapokidhi vigezo. Recho Chacha ana taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika uzinduzi huo, Alex Dwashi, mkurugenzi wa masoko na uhusiano wa umma wa TCB, amesema kampeni hii inaonesha dhamira ya benki kuimarisha ujumuishi wa kifedha na kuhamasisha matumizi ya malipo ya kidijitali hasa katika msimu wa sikukuu ambao matumizi huongezeka. Inahamasisha uh, wateja wetu kutumia kadi ya Tanzania Commercial Bank ambayo inaitwa Popote Visa Card uh, waweze kuitumia katika miamala tofauti tofauti na katika manunuzi ambayo wanayafanya uh, kipindi hichi cha msimu wa sikukuu. Uh, faida ambayo tunaitoa uh, kwa maeneo ambayo tumeyachagua, mtu yoyote ambaye atafanya malipo kwa kutumia kadi yetu uh, ya Visa card ataweza kurudishiwa mpaka asilimia kumi ya spend ambayo atakuwa ameifanya katika eneo husika. Naye afisa mkuu wa huduma za kidigitali na kibunifu wa TCB Jesse Jackson amesema rejesho la asilimia kumi kwa miamala ya popote Visa limekusudiwa kuhamasisha matumizi ya mifumo ya malipo isiyotegemea fedha taslim ambayo ni salama na rahisi zaidi kwa wateja. Ameongeza kuwa benki inaendelea kuwekeza katika teknolojia ili kuboresha huduma na kuongeza urahisi wa upatikanaji wa huduma za kifedha. Na tunaamini kwa kufanya hivyo sio tu uh, tunapunguza gharama, lakini pia ni salama kabisa kwa wateja wetu na Watanzania kwa njie, sababu matumizi ya kadi ni salama zaidi kuliko kutumia pesa taslim. Taslimu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, eh, tunafanya kampeni hii kwa lengo kuu la kuchochea ujumuishi wa kifedha. Ujumuishi wa kifedha nchini Tanzania bado uko chini asilimia 76, na specifically kwa bank ni asilimia 22. Kwa hiyo tunaona kuna kila haja ya kuchochea mizi ya rather ujumuishi wa kifedha kwa kuja na huduma au initiatives mbalimbali mbali ambazo zinamsaidia Tanzania kupata huduma hizi kwa gharama nafuu. Kwa upande wake, Lilian Mtali, mkurugenzi wa biashara za wateja wadogo na wakati, amesema kuwa hatua hiyo inatarajiwa kuimarisha zaidi utoaji wa huduma kwa wateja na maboresho ya kimkakati ndani ya benki na kuwa muhimu katika kusukuma mbele ajenda ya kidigitali na ubunifu katika sekta ya fedha. Kusema kweli huduma ya kadi, wengi sana tulikuwa tunaijua kama kadi ya kutolea hela kwenye mashine, yani ATM card. Lakini kadi ndio pesa yako wewe, ambayo unaweza kutembea nayo kwa usalama zaidi. Ni pesa ambayo popote pale unapokwenda, iwe umesafiri unataka kukata ticket Iwe unataka kununua mafuta ya gari, pikipiki, piki, bajaji iwe unataka kula kwenye mgahawa, iwe unataka kwenda shopping, kufanya shopping kwenye maduka aina yoyote, ukiwa na kadi yako ya TCB Visa Card utaweza kufanya malipo yako. Kampeni hii itaendelea katika kipindi chote cha msimu wa sikukuu, na TCB imewahimiza wateja wake kuhuisha na kutumia kadi zao za popote Visa ili kunufaika na ofa hiyo. Benki imesisitiza kuwa kadi hiyo inakubalika duniani kote na inatoa taarifa za miamala papo hapo, hivyo kuifanya kuwa njia salama na ya kisasa ya kufanya malipo ndani na nje ya nchi. Asante sana Richo Chacha kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM wilayani Handeni mkoani Tanga, Amiri Changogo amewataka madiwani wa kata zote wilayani humo kutenga muda wa kusikiliza na kutatua kero za wananchi. Taarifa zaidi na Elizabeth Kilonzo kutoka Handeni, Tanga. ametoa ha wito huo wakati wa mkutano wa wananchi uliofanyika kwenye kata ya kwe kwediamba iliyopo wilayani humo, na kusisitiza kuwa ni vyema kero za wananchi zikasikilizwa na kutatuliwa ili kuondoa malalamiko ya wananchi hao dhidi ya serikali, na hii iende kwa wilaya nzima ya Handeni kwa sababu wananchi wana migogoro mingi, wana chuki nyingi, wana kero nyingi, lakini hakuna kwa kuzipeleka. Sasa nyinyi waheshimiwa madiwani, kwa maana wenye vitu wa kamati za maendeleo, mwende mkafanye kazi ya kuwasikiliza wananchi, lakini na kutatua kero zao, sio kuwasikiliza tu alafu mnaondoka, mkatatue kero za baadhi ya wananchi wa kata hiyo. Wametaja swala la elimu kuwa ni changamoto kwao, hasa baada ya upungufu wa walimu kwenye shule zilizopo kwenye kata hiyo, huku diwani wa kata kwa Diamba, Bifedis Kimaro akieleza hatua ambazo ameanza kuzichukua ili kutatua kero za wananchi wake, hasa kwenye swala la maji, elimu ya mpakani. Wanafunzi wanashindwa kweli, wanafeli mitihani kwa sababu ya walimu kule shuleni. Kwetu walimu wetu ni kidogo sana walimu watatu kati ya madarasa saba. Watoto wa kike wanachukua daftari, akifika mbele anaingia polini, na watoto wanasoma na simu. Wanawake tuzingatie hilo. Mimi naye mjukuu anasoma sekondari hajui hata simu na simu yangu sitaki aishike. Na changamoto zile, nimeona ni vyema nimshirikishe pia mbunge. Wakati nimemshirikisha mbunge wangu Ruben kwa jiwa, mama Longishu akaniambia, naomba tuanze kwa dizano. Makofi na vigelegele kwake kwa dizano. Si mmeona kwa dizano? Nafikiri mna- mmeona pale tumeanza hibawawa kutoka wilayani yandeni. Elizabeth Kilonzo, TVE. Asante sana Elizabeth Kilonzo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari.